Bwana mtazamaji wa hatua zangu, mitaa yanajieleza, mazingira yanajieleza, wapi ambapo nipo. Nipo leo gereji kwa Kichujo. Nini ambacho nakwenda kuzungumza naye? Na kwenda kuzungumza vitu vingi sana. Hizi ni hatua zangu mimi na wewe, wewe na mimi. Leo ni rais wa Nyakyusa na Kichujo kufahamu hatua zake, safari yake za hapa na pale, wapi ambako walipita na nini ambacho mpaka leo hii hawezi kukisahau kabisa katika maisha yake. Hatua zangu mepewa nguvu chini ya usimamizi mkubwa kabisa wa mtumishi wa Mungu kuhana, mbali Musa Richard Mwasha baba lao ndani uh, ya ngome ya Yesu Kristo. Nikukumbushe tu ibada zetu pale ni kuanzia siku ya Jumanne Ijumaa, lakini pia siku ya Jumapili. Mambo yanakuwa ni mazuri kabisa. Nipo hapa gereji kwa Kichujo, eh, fundi ambaye yeye anadili sana na bodi rangi. Ni ng'ao nizuri kabisa Mbona kama mikaushe mikali uh, sana mzee? Unajua mbona? Eh. Kazini saa mbili kamili. Ulishawahi kuenjoy kuajiliwa kuajiriwa kipindi cha Mm. mm. Uh, nyuma nini ilitokea, uh, ilitokea kule ni kuajiriwa, nilikuwa najifunza tu yani jinsi utakavyoweza kuenda kazi zako mwenyewe. Mm. itakupa kazi utaifanya fanyaje kwa unavyoajiriwa. Mm. Oh, na mtu na uko chini ya mtu. Mm. kuna vitu vingi vya kujifunza. Na mtazamaji, nipo na Kichujio hapa kama nilivyokwambia, tunaanza kuzicount safari yake ya maisha yake hatua zake alizopita wapi ambako alianguka na wapi ambako mpaka leo tabasamu la moyo wake linafurahi zaidi. Mimi nakufahamu kama Kichujo, yeah. lakini kwenye mida na vitambulisho vyetu vya kupigia kura vile, unajua si unajua ndo, yeah. mwaka huu wa zile harakati fulani, yeah. Unafahamika kama nani katika vile vitambulisho vile, mapaspoti manini, manini? Yeah. Violet Avelini Mchao watu wakikuona mwonekano, <laughs> eh. wako watu mwonekano wako wanakuona kabisa u mwonekano wa kiume. Kwa nini unaonekana hivi? Uliplani kuwa hivi, ndo ikawa identity yako na biashara yako ya kazi yako ya gereji? Hapana, ni automatikali nahisi, nimejikuta niko ni hivi, hmm. kwa sababu tangu utoto, tangu nakuwa, mimi sijawahi kuvaa nguo ya kike na sikuwahi kucheza na

Elfu mbili na mbili nimeanza kudifuza kazi mm. ila nikakaa chini mm. yeah. no ya fundi miaka kumi na mitano elfu mbili ndo nimeanza elfu mbili na no mbili nimeanza elimu yako ya yeah. shule ya msingi uliipata wapi? Bwana, elimu ya shule ya msingi nilipata shule ya msingi Moshi. Mahesabu hesabu, mahistoria, majiografia, ukaona kipengele e, Nana, madaftari na beba mengi kaona na mengi, ni... shida, weka pembeni hatari <laughs> <kaila pembeni, kajikata. laughs> sana unadhani kuachana na elimu ya sekondari baada ya kuanza ukaona kabisa, mzee akaona kabisa hichi ni kipengele. Kazi gani ambao ulianza wewe kujifunza? Ulianza direct kwenye garage ama kuna kitu ulikianza kabla ya garage? Mimi uh, kabla ya gereji kuna kitu nilikianza. uh, nilikuwa napenda nyumbani sana kutengeneza nyumba, kutengeneza nyumba mm. uh, kutengeneza nyumba, unajitengeneza eh, uh, uh, una kama injinia fulani za majumba, kutengeneza nyumba, kupaka paka virangi vichanja vichanja vile vya kijijini vile kupanga panga vyombo vile eh kakata vi mm. vi vi vi eh, vi, eh, <laughs> majani ya mbuzi. Kwa hiyo ni kazi zangu mm. ya yeah. kwa hiyo na mzee alikuwa akiondoka si kwenda kazini, ajaniachia kazi ah hiyo siku, mimi naishi kwao lazima niachie kipengele kazi ya kufanya, inaweza nijenge, au ni, nichukue mbuzi, nene nikachunge mm. ni mtoto ya wangapi katika familia? Mimi ni mtoto wa pili, maanake wa kwanza ni wa kike, wa kiume, wa kiume. Lakini baba akikuachia kazi za kiume uumii kwamba mbona mzee kama anipaka zingumu wakati brother yupo. Kwa napenda <laughs> <laughs> <laughs> inaonekana hata brother alikuwa anamletea kweli akizingua banamachnanyeaunaketm eh, ah, mm, ni, eh, e, ni mtu ambaye anataka kitu kifanyike hivi kifanyike hivi. Kwa hiyo walikuwa wao wenyewe walikuwa wananiogopa sawa sawa. Baada ya kuanza kutengeneza vichanja, ukaona kabisa kwamba mimi elimu imenishinda na anaingia sasa kwenye fani yeah. Na ulisema kwamba wewe uliona kwamba ufundi fundi nyumba kidogo, vichanja vichanja, kazi ya ya, ya, ya ufundi bodi, ufundi rangi yeah. Kuna mtu kwenye familia alikuwa anafanya kazi hii au ilikuwaje ukaingia katika kazi hii? E, kwenye familia ilikwepo kaka, maana alipomaliza darasa la saba ndo hmm. alipelekwa kazini hmm. Uh, baada ya kupelekwa kazini, kwao akawa anarudi sa kwao, akirudi kazi kabla mjini ni huko mkoa wa Kilimanjaro. uko uko, kumbe tangia primary unagusagusa gereji yeah, yeah, kwao. Baadaye ukaona kabisa kwamba mbona hii dili, yeah. <laughs> Mwaka gani ukaingia rasmi kabisa katika ushindani wa kazi? Uh, lazima nijifunze kwanza ili niingie. 2012, ah 2012, nikajifunza nikakaa chini ya fundi kama miaka minne. mm. nikahama nikaenda kwa fundi mwingine. mm. ndio nikakaa naye miaka kumi na tano, miaka kumi na tano, miaka kumi na tano kwao. Ndani ya miaka kumi na tano ulikuwa na fundi mmoja yeye, uko wapi mwamba? yep uko mmoja unamwaminia kinyama, anaitwaga nani? Bwana Corneli. Bwana Corneli, big up sana bwana, kwa kutuletea kichujo mjini eh, mjini Dar es Salaam. Anakimbiza vibaya, lakini kazi zimenyooka vibaya mna bwana. Hizi ni hatua zangu, bado nipo na kichujo hapa kuzungumza naye, mbanga nyingi sana tupo kwenye gereji yake mama, anajipambania yeye mwenyewe, lakini ni mtoto wa kike ambaye ameamua kujitafutia katika upande mzima wa ufundi magari, yeye na bidi na bodi sana bwana. Tumepewa nguvu kwa hisani kubwa kabisa ya mtumishi wa Mungu Kuhana, Mwalimu Musa Richard Mwasha, baba lao. Tumezungumza vitu vingi sana. Kichujo, mimi nataka kufahamu, sawa, miaka kumi na tano gereji huku na kule, vipi ushia kupita kwenye mahusiano yeah, sasa umeona kuna mtu hapa uh, alikuwa aniuliza bwana e, mimi bwana Kichujo vipi, lakini mbona kama anamwandafia? Shemeji anapiga <laughs> <laughs> <Mwana tatoka manunu. laughs> shughuli gani? Ah bwana, shemeji alikuwa akioga naye gereji akapiga piga akaacha sema anaendesha sana mafuta ah. e, magari ya mchanga, mm. eh. ah. wajomba zetu wanaitwa nani nani? Ah ana mjomba kwanza anaitwa Danieli Ah, kuna Dani na Davi, wote wa kiume. Umeleta namba za kazi, wana umri gani? Natamani kujua kitu kimoja hapo, ulifunga ndoa kabisa elfu eh, mbili na saba elfu mbili bwana Kichujo, elfu mbili na saba amefunga ndoa, sipati picha

Alafu unaona kana umeonogana na shemeji ulimkimbilia. Hivi eh, eh. <laughs> Baada ya maisha yako ya ndoa mm. uh, na, na, na, na, na mzee kwa the way ulivyo ngumu sana yep. Kareti yep. <laughs> Maisha ndani mkikwazana, je, kweli yeah, kumlukia kweli? Bwana mimi nachoamini kwenye maisha bwana, baba ni baba, hata kama mtakuwa mkikwazana, yani mkisema wote mua wakubwa amna mtakamnakijenga, ndio yeah. e, yani mimi ninapokuwa na ubabu wetu unavyoona huko ndani, mimi nikiingia nyumbani nakuwa na adabu kuliko na usikivu kwa mwana. Ngoja kwanza, ngoja kwanza hizi e. e. mbanga zote ekaeka za hapa nini ni kwa la mingi, lakini ukiingia ndani mzee e. una unamhudumia e. baba vizuri kabisa, mapema mapea, hatari sana. Mimi nachoamini bwana, heshima

Kibwaga hapa mapema bosi. Pia unagusapiga popote bosi? Mimi naangalia sunatakenya, mguu unapiga mbavu, unapanda juu Bwana, nataka uh, kufahamu sasa, baada ya kuanza kuanza kujitegemea wewe eh, kama fundi, kazi yako ya kwanza unasema kwamba kichujo naipata uh, kichujo kama kichujo, yani kazi yangu mbali na kuwa labda kuna kazi inapitia kwa mtu, yani manake umetoka kufanya gereji kwa mtu, sasa umefungua gereji yako, ulipata kiasi gani fedha yako ya kwanza ambayo unasema anaingiza kwa ajili ya, ya, ya, ya, ya ofisi yangu kichujo kama kichujo ya kwanza ndio kwa yako ya kwanza. Sasa huo mkwanja, kazi siya kwako we kama wewe, kwa sababu kuna kazi unafanya kwa mtu manake kiingia lazima mgao mpya upite. Sasa eh, ile wewe kama we kichujo imeingia kazi kwamba hii ni kazi yako e, wewe kama wewe, laki nane. Lakini nani ni Ah, kutoka kwenda nyumbani ilikuwa sio poa. Ukamata mzigo hivi hapo kwa eh, mchento, U, ukaona, <laughs> kwa peke yako? Eh. Sio mchezo tajiri. Ukaona asije kwa Eh, kwa maisha ya nyusi ndo haya. Eh. Ndio hakikisho inazidi kuwa moto. Mm. Eh, focus. Yeah. Eh. Ili mzigo endelee. Kwa kwa mkubwa. Eh, kumemea. Mm. Baada ya hiyo shilingi laki nane, safari yake ilikuwaaje hapo ya kazi? Eh, safari ya kazi ilikuwa ni nzuri. Mm, kwa sababu unajua no, kadri ukifanya kitu kizuri unatamani kila kukicha uwe na vitu vizuri, uwe na vitu vizuri ndio Mm. Yeah, yeah. Sawa sawa, na tunafahamu wewe ni mwanamke ee, mbali na dress code zako ambazo unazivaa yeah. Ulish kufikiria kuvaa sketi yeah? Eh, bwana, mi sijafikiria na wala sina mpango. Kwa nini? Inatoka tu na mapigo yangu na harakati nyingi, yani harakati nyingi ofisini mm. nyumbani mm. ofisini nyumbani. Mara mwisho kuvaa sketi ilikuwa ah, ah au gauni Natoka shule ya msingi, Mm. na na saa saba. mwaka gani? Elfu mbili ah, na moja. Unakumbuka? Elfu mbili na moja, Kichujo, ndo mara ya mwisho kuvaa sketi. Kwa hiyo tangia, madela madela kwako. Msibani naenda kama zile kodi zinaonesha nyama mkali una habari? ndio maana nakuambia hivi mimi mm, mtu kujua wakike bila sijamwambia nauu mm, anaacha maswali mengi, sawa sawa. Eh, unyama wao. Ah, unyama sana yaani, yeah. <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> kuna vitu vingine mtazamaji hapo na wenyewe pia utakuwa unafikiria, na kuna hao wanawake ambao wazo wao wa kwanza kubwa wanaamini kwamba akiolewa ndo anafanikiwa, lakini wewe unaanza kujipambania kabla hujaolewa. Unadhani kwa nini abiinaisi? Labda tuseme ni jinsi mtu alivyolelewa, alivyokuwa, kwa sababu mimi naamini kwenye maisha sasa hivi ya ulimwengu wa sasa, sasa hivi ujajituma ukafanya kazi bwana, huwezi pata mwanaume ambaye ana kazi zake, kaja kuchukua mwanamke ambaye ana kazi. Hiyo ni ngumu kwa sasa hivi. Maisha imegawana hamsini kwa hamsini. Leta hamsini, leta hamsini, tunachanganya kitu kinaenda eh, kitu maisha yanaenda. Ushe kumsaliti mzee? Hapana. Kwa nini? Atuwezi, kwa sababu mwisho wa siku anakuwa yuko bize ana focus na mambo yake, mimi na focus na mambo yangu. Tukikutana usiku hapo, hautaki unyang'ao. Eh, hey, unyang'ao hamna. Lakini wewe unaamini na yeye mwenyewe pia ana usaliti. Ah, mimi siwezi kumsemea kwa sababu mwisho wa siku na yeye pia yuko ki kimpango ki yake, kimpango wake. Wewe um. <laughs> Msemee um, bwana, maana kuna kuna laini na ngumu kwenye maisha. Sasa ah, ah. Bapa... kuna laini e, na ngumu. <laughs>

Bwana, nimeanzisha elfu mbili na kumi, okay. na nane ndomeanzisha hapa kwa manake, kila tumemwona hapa hivyo chini yapo, yeah. hongera sana kumbe, bwana hapa kama mwijaku tunaokota <laughs> <laughs> barabara sana. Uh, mi nikupongeze kwa kile kitu ambacho umekifanya kwa sababu nimekuta hapa magari mengi kwelikweli, yeah. lakini kuna kitu tafahamu katika kazi hii ambayo wewe umeipitia, changamoto gani ambayo uliipitia ikakukatisha tamaa tamaa kuvunja moyo? Changamoto uh, unazozipitia zinakuwa ni ndogo uh, uh, ndogo. Kwa mfano mtu anataka kuletea gari ukaipiga rangi uh, labda ukai akaja akawacha wa bana gari yangu hapa gari na mi ndeta hapa gari na akipingine waki kwa hiyo vinakuwa mtu na wa, vile hivi sababu vidogo vidogo, ambavyo mm. ukiweka ulegevu kidogo tu na hela umerusha mm. <laughs> kwa hiyo tunabidi sasa ukaze, kwa hiyo upambane <laughs> e, na muda huo unabadilika kabisa. Eh, nabadilika nakuwa mwingine nakuwa mwingine, kwa sababu mtu aje kuletea upige gari rangi mm. alafu tena ina sawa mm. wewe mwenyewe unaweza ukalala nyumbani kwako ukaamka, sio kwa sababu ni ngua, sasa kwa hiyo nani kaangusha baldi, lakini hapa bwana, tumechukua tume, tume, tume, tume, tume, tume, tume, na ah. ongea na vijana kwa ndio mkali sana eh yeah, kwenye kazi mimi ni mkali Eh? Kwenye kazi lazima uwe ukali ili kazi ya mteja isitoke imenyoka mm. mm. Na mwisho wa siku kumbuka wana wanaonizunguka wote ni wanaume. Ndio. Kwa hiyo hata ukudejia tu kidogo mm. Mi nimeona kuna anakonda hapa, wanaita black anakonda, e, Afu afu sasa wewe hmm. ah. Tengea meza kuzungumza, yeah. Imeona kabisa hujapita veta, yaani ah, si wewe ni jino kwa jino. Mambo sio mabaya bwana mtazamaji, hii ni chuma ambayo ndugu yangu Kichujo hapa. yeah. Uh, imeng'aa, imependeza yeah. Hii nakwambia ni halia yeah tako nyani, hivi eh, kwa <laughs> nini mnaita hivyo? Ah, sijajua tu watu. Unajua hmm, magari mengi mjini hapa na majina yake Eh? Yeah. Eh. magari mengi mjini ya ya majina. Yaani, yaani unakuta labda Toyota Aria fundi lazima aliongezee. Yeah. tako la nyani kuna Ah ah. tako la fisi. Hata kana la fisi lipo. la, la lakini kuna watu wanasema kwa mafundi wengi hawana usafiri. Usafiri unayo ndinga, ndo mule mule kama una nyumba umenita gari. Ah, tunaenda polepole Tunaenda polepole gari. Lakini tunakuja kwenye mafanikio yep. Miaka mingi sana upo kwenye kazi ya ya ya, ya bodi yaani yep, kupaka rangi.

Yeah. Mejenga hapo freshi yeah, yeah. Maisha yanaendelea yeah. Ila usafiri usafiri ni kwenye gari ya kukaa Kichujo. Kwa mpaka leo iwe una rafiki wa yeah, kuna, la, kuna rafiki yeah. Mshikaji mwana kabisa

kuna kuna nakwambia kwamba ili ufanikiwe lazima uvae gauni, najua makucha marefu. Ukiangalia kucha tu tu vibubutu, hata rangi hakuna. Sasa yep. Tuone kwanza, nataka upige pige mkono kidogo hapo, tunaanza kupiga story, njoo mwanangu. Tuone vitu vya Kichujo, tuone vitu, tuone vitu, tuone vitu. Eh. Mkono lazima uingie hapo. Hatari eh, eh. e, eh, eh. <laughs> <laughs> sana <laughs> Koyo, kwa hiyo hichi hapa ndo tunaita nini, polish na hii rangi gani? Hmm. Wanasema nyeusi hizo, kuna metallic, kuna nini black, black ya kawaida metallic hizo, kuna nini, yeah, na nini hii black ya eh. Eh, vitu hivyo. Kwambia sio lazima uvae gauni, sio lazima eh, hamnaje mbanga kama hio amna. Mm, zamani mm, walikuwa wanasema ukitaka rangi nzuri mbaya kwa Mchina, lakini sasa hivi kwa Kichujo tunamaliza kila kitu ah. Lakini kwa nini watu wa Kilimanjaro wanasifika sana katika kazi za bodi? Hamna ah. <toski> wao. <mamama>. Uh -huh. <toski> Ha, ha. Na hii mashine ambayo una unapigia polisi inatumika kwa gani? Ah, hii kitu ni ni sponge. Sponge, okay. muda gani ambao unakuonyesha inatumika? Inaweza kukata miaka mitatu minne baadhi ya mtazamaji umesikia na kujionea na kutazama harakati mbanga ambazo anazifanya mwanamama Kichujo kutoka kwenye gereji yake ya Kichujo, gereji GJ, mbao anadili na ishu za bodi sana. Mimi mkononi nimekamata flyer, ina kazi nyingi sana katika masuala mazima ya ufundi. Uh, lakini miongoni mi mwa watu ambao nimesema nitakuja kujifunza kwa Kichujo ufundi bodi. Mtazamaji akisema kwamba mara ya mwisho yeye kuvaa sketi ilikuwa mwaka elfu mbili na kumi na moja. Hatari sana. Eh, mara ya mwisho eh, kuvaa sketi ilikuwa mwaka 2001 akiwa kwao Moshi huko mkoani Kilimanjaro. Alipitia mbanga nyingi sana, lakini ela yake kubwa anayekumbuka, kazi yake ya kwanza ilikuwa ni shilingi laki nane akaomba ulinzi, eh, ma bodyguard kuweza kumpeleka, lakini mafanikio yake makubwa ni kumiliki mjengo. Je, wewe katika kazi yako mafanikio yako, mafanikio yako makubwa ni nini? Unaweza ukajiuliza sana Mtazamaji wa hatua zangu, mimi ni Geoffrey Moses Kalunduka, raisi wa Onye Kusa TV Tanzania, lakini nyuma ya kamera ni Flavius, kufanya kwamba picha kali kabisa kutokea hapa kwa Kichujo gereji. lakini editor wa kipindi hichi ni Gerard Machito Mzava, eh, editor mrefu kulishinda wote TZ, eh, Tanzania ni Gerard Machito eh, Mzava, lakini kipindi hichi kilipewa nguvu kwa hisani kubwa ya huduma ya Fresh Spring Fellowship chini ya mtumishi wa Mungu Kuhani Nambali Musa Richard Mwacha anakuambia kuwa miongoni mwa watu ambao wanakwenda kuchukua kadi za ujenzi kwa ajili ya kukamilisha ujenzi wa ngome ya Yesu Kristo na Mungu anakwenda kukubalikiwa namna ya kipekee kabisa kutokea hapa katika gereji ya Kichujo. Unajua kipindi kinachokuja kina tutakuwa na nani?